na vipi, umeona, umeonaje? Ilikuwa mtihani mgumu ama vipi? Ilikuwa rahisi sana sababu? So, tumeona wengine walikuwa wakiji wakijilaumulaumu kwamba ni mazito walichokiona leo, sio? unasema ilikuwa ni mwepesi, sio? Unaonaje? ilikuwa rahisi? masha Allah. mm. Naam. na vipi, katika ma-katika yale mlichofundishwa na walimu zenu, e, mlikuwa na na somo gani? Somo zipi? Yani, uh, ilikuwa tauhid, na na bauna Nawawi na nawaqid alislam, pia na qawadi alarba na ma, na maulumu sharia zingine zingine ambazo tulisoma. Aywa, haya. Na katika mtihani mliofanya, mlianza toka lini? Mtihani ulianza lini? ah uh, mtihani ulianza tarehe 20 ya mwezi huu

na kuzitaka sala na salamu zimwendee mtume wetu aleihi afdalus salati wa atamu taslim. Bidayatan, tunatoa shukrani kwa wanafunzi wote ambao walidiriki mwaka huu wa masomo. Tunaomba Allah tabaraka wataala awajalie elimu yenye manufaa na wajalie wawe ni nuru kwa nchi yetu na kwa familia zao na kwa mshtama wote kwa ujumla na vile vile tunatoa shukrani kwa wasimamizi wa markazi hii, markazi Alimam Ashafii, ambayo imeasisiwa kwa ajili ya kuelimisha mujtama, kuelimisha ku umma wetu huu wa bilkhusus sehemu hizi ambazo tunaishi ndani yake. Na nafikiri sote tumeona ya baadhi ya faida ambazo watoto wetu wamefaidika kutokana na markazi hii hii. Kwa hiyo tunaomba Allah tabaraka wataala awalipe wote ambao wanajitolea ili markazi hii iendelee katika malengo kama haya. Vile vilevile, ninasaha ambazo napenda nizielekeze kwa ndugu zangu tullabu lilmu, ambao wametafarag wametafarag na jambo la kusoma dini yao, na kariban watenda katika miji zao, katika jambo la likizo. Ndugu zangu tullabu alilmu, likizo sio siku za kulala. Najua wengi wenu, yani siku zilizopita kwa ajili ya ikhtibarat tofauti walikuwa wameshughulika na mambo ya kuhifadhi na mambo ya murajaa. Kwa hiyo, likizo wasichukue kama vile watu akawa, kila mtu anashughulika na mambo yake, huyu anashughulika na kutembea, huyu anashughulika na kadha wakadha, wakasahau wakasa, kufanya majukumu yao.

Swala la amani zikufikie, kwanza tunashukuru watu wote ambao wamechangia katika kuendeleza markazi hii hadi mwanzo. Markazi hii imeanza na haina yani masdara ambayo itakayofanya iwe iendelee, lakini kutokana na neema za Allah subhanahu wa ta'ala ambazo Allah subhanahu wa ta'ala tumeshana malipo ambayo haiwezi kuhesabika kuifanya, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenyewe ambaye anajua dini ambayo utawapa siku, sababu kama tunavyojua kama tulivyosema kuwa masomo ya dini ni jambo ambalo ni wajibu na ambalo ni la muhimu zaidi, lakini katika kusoma hiyo dini kuna mambo mengi ambayo yanatokea ambayo ikiwa yani subra hamna ni vigumu sana e, mtu yani kuendelea hadi mwisho, sababu kuna watu ambao tumesomaga nao mwanzoni hapo Lakini leo ukiwaona athari ya elimu yote imeshapotea, hata Kiarabu ambacho walikuwa wameshaza kijua, kwa leo ukimiliza kitu ambacho wanakijua ni kaifa haruka tu, hawajui lolote. Hiyo yote ni kutoka na, na kwa ugumu ambao walipata kwa mwanzo, hawakuweza subiria hadi mwisho, yani hawakuweza subiria hadi nafasi ambapo, sababu kuna nafasi ambapo mwanafunzi kifika huwa ni vigumu sana kurudi nyuma. Sasa so, hiyo nafasi hawakufika huko. Walona uh, ini kazi tena ambayo yani house kama hizi cha mtoto na post ile mpata kazi. Haku. Wana hapa uh, ndio mitu. Kwa hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala awabariki kwa kwa, kwa juhudi zenu ambazo mlizitumia na kwa subra ambayo, ambayo wameonyesha. Na pia itakuwa ni kunikumbusha tu kwa Muislamu wowote ambaye ana, ana uwezo wa kusaidia markazi hii. Markazi hii bila shaka imetoa matunda ambayo mazuri na umeona wenyewe. Wanafunzi hapa ambao wameanza soma kuna vitu vingi ambavyo kwa leo wamefika hawajui. Na wenyewe kwa hapa wanaweza wakashuhudia. Waka, waka kuna wanafunzi hapa ambao kwenye Kiarabu walifika ujuru lolote. Kwa leo kwenye ikhtibarati zao kuna mmoja swali kwenye Kiarabu mwenyewe anajitahidi, anajibu kwenye Kiarabu mwenyewe. <coughs> Hata andike Kiswahili. Na hiyo ni neema ambayo kuna wanafunzi ambao huenda ni wakubwa lakini hawawezi. Kwa hiyo juhudi ambazo mnazifanya ni ambazo Allah subhanahu wa ta'ala atalipa, pia wale ambao wameusaidia. Na pia kusaidia mtu ambaye anayesoma elimu ya dini ni jambo ambalo mbele Allah subhanahu wa ta'ala na malipo makubwa, kama tunavyojua katika hadithi ya mwiko mashuhuri, Mtume swalla alayhi wasallam anasema, idha mata ibn adam inqata'a amaluhu illa min thalatha kwa mwanadamu anapokufa amali yake yote ambayo ameyafanya duniani matendo yake yote yana katika, isipokuwa mambo matatu. Jambo la kwanza ni sadaqa tunjaria, sadaqa yenye kudumu, kama vile ukoona nafasi ambapo yani hakuna msikiti, ukaenda kwa ajili ya msikiti wako, hapo watu wakaanza wa swali ndani, hata wewe umekufa, thawabu zako zitakufuata hadi kaburini. Hiyo jambo la kwanza ambalo halikatike katika amali mandhabu. Jambo la pili, ilmun yuntafa'u bihi, elimu ambayo ina manufaa, ambayo watu wanafaidika nayo. Na tujue kuwa katika elimu ambayo watu wanafaidika nayo, anaingia ndani yake pia yule ambaye amesaidia huyu mwanafunzi katika kusoma, sababu mwanafunzi kweli hiyo ni akisoma kisha anafaidisha mtu mwingine

na kipili liwa ni talhis ya sifatu sala ya al-allama al-albani rahimahullah ta'ala. Baada hapo, wakaongeza kitabu katika asira katika maisha mtume, sababu uislamu wetu ambaye amekuja nao ni Mtume sallallahu alayhi wasallam, na lazima tuwe tujue kuwa mtume ameishaje, uislamu umeanzaje, ameishaje na na watu fulani, ili tujue kwa sisi tutaishi na na watu waje

walikuwa sasa wakifanya sasa examia haya mambo ambayo tumeyataja, na exam ilifanyika takriban wiki moja. Kuna siku ambazo walikuwa wanafanya exam moja kwa siku, siku mbili. Kisha baada ya exam ndio tumekuja na result za mwaka mzima, yaani yote yanayosoma mwaka mzima katika Qur'ani, katika elimu zingine zote, ndio ambazo tutakazozitaja hapa. Kwa hiyo wanafunzi ambaye, katika wanafunzi wote kwanza ijulikane kuwa elimu ya dini hamna kushindwa, ni jambo la kwanza. Hata upate mfano 10% hujashindwa, sababu elimu ya dini hauwezi kukaa hapa saa nzima unasoma, kisha utoke haujafidika hata kitu kimoja. Hata kama kupoe huko unapata 0% hiyo na shida, almuhim kama ulikuja mfano wa hujua swala vizuri, tutoka unajua swala vizuri, na hiyo ndio faida. Faida ya elimu sio hii makaratasi, hapana. Hizi tu ni kutokana na maisha ya leo ambayo lazima kila kitu kikuwe na na papi ambayo inakishistifia ina ndio kazi tu ya hii, lakini sio elimu hii. Elimu ni ambayo wameweka kichwani na wakaitendea kazi katika maisha yao wa ya kawaida. Hiyo elimu. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye ameshindwa wala hakuna mtu ambaye ameuza muuza zaidi zel... wengine. Sema tu kuna ambao umejitahidi kidogo. Wala sio ambao hakuna ambaye ameshindwa hapa. Kwa hiyo ambaye kishtendi zaidi ya wengine wote ni shekhi wetu ambaye amepata 85.5% kwa mwaka mzima, na kutokana na kuwa ni mambo yalikuwa yanaugumu kidogo, ndio maana hakuna tamaa ambaye anaendeza mambo kusa. Hiyo ni kuwa ni elimu inahitaji subra. Kama tulivyosema, subra ni muhimu katika kutafuta elimu na bila subra huwezi kufikia lolote. Kwa hiyo shekhi wetu amepata katika na, alhamdulillah, hakuna kuru ambayo amepata chini ya ya 60% ya 68% yaani ndogo katika kuru zote amepata 68% zote iko kujua. Na Allah ambariki katika elimu yake na iwe miongoni mwa amali zake siku ya kiyama. Ni Sheikh anaitwa Ahmad Usama. Kwa hiyo kama tulivyosema ni kwa tofauti mtu mmoja. Yaani wengine wote wachokuwa wako chini yake. Hamna hamna mwisho. Yaani wote wanaobaki wote ni wapili. Yaani tole hivyo, sababu hamna mtu mwisho hapa. Kuna wa kwanza na wapili, lakini wa mwisho kama gari mmoja. Kwa hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala amjalie elimu hii iwe sababu ya yeye kuingia peponi kama tulivyoona katika fadhila za mtu kusoma elimu na ampe sobra katika Ku katika kuendelesha baada yako sababu hii hii, bado hajakuwa elimu hii ni ni, ni kama vile wasemakaji fondation. Elimu ni jambo ambalo hatosumi maisha polote yote, hawezi kumaliza. Kwa hiyo akiona mfano anapata hiyo papia hapo, kisha akasema hapa nimemaliza hapa, atakuwa basi hajajua kenye kiko nafanya, hajua kama anatafuta nini elimu. Maswahaba wamesoma maisha, maisha mazima yote hadi kifo kwa hiyo ni funda sote ambayo unampatia na Allah subhanahu wa ta'ala, mwelekeza katika kuendelea baada hapo, akutana na mambo ambayo ni makubwa zaidi ya ambayo ameyasoma, na amjalie aweze kuifanyia kazi nabo. Elimu pia sio tu kuhifadhi kitu, ni kuhifadhi na kuifanyia kazi. Ndio maana nasemekana kuwa laysa alilmu mahfidha, bal elimu sio hiyo ambayo mtu amehifadhi, hapana Mhifadhi, ni elimu lakini kusema, yis, yis, ni elimu elimu lakini kusema kuwa ni elimu ambayo ina faida lazima. Kwa hiyo wengine wote Allah subhanahu wa ta'ala awape subra na awajalie, sababu hata mtu akifa mtu saa kama kaakasema akasema au wala tumsalih yad'u lahu, wala mtoto mwema ambaye atakuwa mwenye kumuombea mzazi wake mara kwa mara dua na katika hivyo vitu kuna viwili ambavyo haviwezi vikawa isipokuwa kwa elimu. Kama tunavyojua ni kuwa mtu lazima awe mwema, lazima ajue kwanza kitu gani atakifanya ambacho kitakuwa yani kiema mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Huwezi kupata mtoto ambaye atakuwa mwenye kukombea dua mara kwa mara ikiwa atakuwa hajue fadhila za hizo dua ambazo atakombea, na wala hajue dua gani ambayo atakombea. Yale ndio maana nilisema kuwa dini yetu inajenga katika kutafuta elimu. Iyo Allah subhanahu subhana wataala awalipe kwa juhudi zao na kwa subura yao, na wote ambao wamechangia katika markazi hii. Hata kuna baadhi ya aqwali za maulama ambazo wametaja katika kushajiisha watu, yani kutoa kutoa kwa ajili ya wanafunzi wa dini. Amesema Sheikhul Islam bin Taymiyyah rahimahullah taala anafaqatu fi nashri

Na... na pia kuna kitu nimesahau, ni kuwa katika wanafunzi wote hapa tumegawaka manivo, yani kutokana na kuwa ni hamuwezi kuwa wanafunzi wote mnanivo moja, jambo hilo haliwezekani. Kwa hiyo ambao wamesoma hivi vitabu ni wale ambao wamekuwa wameshahifadhi juzu kumi zaidi kumi kupanda. Kwa hiyo kutokana na juhudi zao, ndio tukaongeza tena hii, ili iongeze katika baadhi ya maarifa, baadhi ya mtafauti. Lakini pia tusahau, kuna kuna ambao chini yao, ambao walikuwa wajengeza wajengeza juzu kumi. Wale pia kuna ambao watapita hapa, watoneshe kitu gani wamesoma, hata kama hawakusoma na